Haleluya, karibu katika mwendelezo wa somo letu la mapambo sehemu ya kumi. Ni furaha yangu kuwa pamoja na wewe katika darasa letu huru la neno la Mungu. Uh, ni furaha yetu kwamba tunapenda kujifunza neno la Mungu, na wewe pia ninaamini unapenda kujifunza neno la Mungu. Yesu aliwaambia Wayahudi wale waliomwamini kwamba ninyi mkikaa katika neno langu, mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli, nanyi mtaifahamu, mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Na, na sisi tunahitaji kuzidi kukaa katika neno la Mungu ili tuzidi kuifahamu kweli na hiyo kweli zidi kutuweka hulu katika mafundisho mbalimbali, na tunapenda kuzidi kuwekeza muda wetu na nguvu zetu katika neno la Mungu kuliko mafunuo na ndoto, kwa sababu neno ndilo litakalofanya kazi la kufafanua hizo ndoto na kufafanua hayo mafunuo, kwa sababu tutakapoona mafunuo yoyote au ndoto yoyote inapingana na kweli ya neno la Mungu bila shaka hatutakuwa na budi kuyatilia shaka mafunuo hayo na ndoto hizo. Na hivyo basi, leo katika sehemu yetu ya kumi ya tafakari ya neno la Mungu au hususani katika somo letu hili la mapambo, tuko na maandiko machache ambayo tunaenda kuyapitia tunaenda kupitia vifungu viwili kwa wakati mmoja vinavyotumiwa na watu wa kundi A wanaoamini kwamba mapambo ni dhambi, na uh, vitafafanuliwa na watu wa kundi B wanaosema hapana, mapambo sio dhambi. Na katika vifungu hivi viwili tutakavyovitafsiri kwa pamoja, vyote vinapatikana kwenye kitabu kimoja cha Ezekiel. Tutaanza na Ezekieli ile sura ya saba mstari wa 19 hadi wa ishirini na Ezekieli ile sura, uh, Ezekieli sura ya 23 mstari wa arobaini. Hivyo tuanze Ezekieli ile sura ya saba mstari wa 19 hadi ule mstari wa ishirini tuone inasemaje, anasema watatupa fedha yao katika njia kuu za njia na dhahabu yao itakuwa kama kitu cha unajisi. Fedha yao na dhahabu yao hazitaweza kuwaokoa siku ya ghadhabu ya Bwana. Hawa hawatajishibisha hawatajishibisha roho zao wala hawatayashibisha au hawata hawata ijaza matumbo yao kwa sababu uh, zilikuwa kwazo la uovu wao. mstari wa ishirini, na uzuri wa pambo lake yeye aliyeweka katika enzi, lakini wao walifanya sanamu za machukizo na vitu vyao vichukizavyo ndani yake, ndivyo ndiyo maana nimefanya kuwa kama kitu cha unajisi kwao. Ile sura ya 23 mstari wa 40 nao unasemaje? 23 mstari wa 40 nao tufikie, anasema hivi, anasema tena nimewatuma watu kuwaita watokao mbali, ambao wajumbe alitumwa kwao, na tazama wakaja nawe ulijiosha kwa ajili yao, ulitia rangi macho yako na kujipamba na kujipamba vyombo vya uzuri. Arudia tena, anasema tena, nimewatuma watu kuwaita watokao mbali, ambao mjumbe alitumwa kwao, na tazama kwa wakaja, nawe ulijiosha kwa ajili yao ulitia rangi macho yako na kujipamba vyombo vya uzuri. So vifungu hivi pia vinatumiwa na hawa watu wanaokataza mapambo, wakidai kwamba uh, hawa watu wa Israeli walivitumia kutengenezea sanamu na hivyo Mungu akaamua kuviacha. Lakini pia kwenye hii sura ya 23 mstari wa 40 inaonesha kwamba huyu mwanamke alizitumia kwa mabwana uh, zao hivyo Mungu akaikataza. Na watu wa kundi be wanasema hapana, sicho anachokizungumza Nabii Ezekiel katika vifungu hivi. Ezekiel kama Nabii Yeremia na kama Nabii Hosea na kama Nabii Isaya wanazungumza lugha inayofanana, wanazungumza hukumi inayofanana na wanaonyesha wazi kwamba mapambo hayo alikuwa uh, amewapamba Mungu mwenyewe, na Mungu hakuwa amewapamba kitu najisi, na Mungu hakuwa amechukizwa na mapambo aliyokuwa amewapamba. Lakini Mungu alikuwa anaona hawastahili tena hao watu kubaki na mapambo yake, wakayatumia kwa mabwana wengine, kwa sababu hayo mapambo nao uzuri ulikuwa ni kwa ajili yake tu, lakini Mungu hafurahishwi kwa sababu ni Mungu mwenye wivu. Kwa nini? Wanafanya uzinzi. Na katika kifungu hiki ukisoma cha Ezekiel, hii sura ya 23 anamwelezea huyu Yerusalemu kama mabinti wawili wazinifu, mabinti wawili wasiokuwa na staha, mabinti wawili wasiokuwa waaminifu. E, mabinti wazinzi amewaita Ohora na Ohoriba. Kwa hiyo hawa mabinti wawili ambao ni Ohora na Ohoriba ndio wanaowazungumzia, yaani anayezungumzia Israeli kaskazini na anayezungumzia Yuda na Yerusalemu yake kwamba moja ni Ohora mwingine ni Ohoriba, wameamua kufanya uzinzi. Maana yake ni nini? Wameamua kuachana na Mungu wao kama Bwana wao na wamejitafutia mabwana wengine naezekieli anaeleza kwa upana zaidi hasa ezekieli ile sura ya kumi na sita ukianzia ule mstari wa kwanza hadi ule mstari wa sitini na tatu anaeleza jinsi ambavyo huyu bwana alivyokuwa amempamba huyu ohora na ohoriba kwa mapambo mazuri kwa mkufu kwa chen kwa vikuku mkononi kwa pete masikioni mwao kwa vipini puani mwao kwa azama kwa nguo za hariri na taraza na akawalisha vizuri huyo mwanamke akaamua kwa kahaba, anawatafuta mabwana na anawagonga mabwana kwa mali zake yeye mwenyewe. Hivyo anasema nitakunyang'anya, nitakupokonya. Kwa hiyo Ezekiel uh, ni mmoja wa manabii ambao wanaonyesha kwamba mapambo si dhambi wala si tatizo kwa Mungu, isipokuwa anaonyesha hukumu ya Mungu kwa Israeli kwamba muda wake ulikuwa umewadia. Ukisoma hii uh, ile sura ya saba mstari wa kumi na tisa wa na wa ishirini Ezekieli anaonyesha muda wao wa adhabu yao umewadia, na anaonyesha ni kitu gani kitakachoweza kuwaokoa na adhabu hiyo, na anasema ile mstari ukisoma, wala sijuti na wala siturudi nyuma kuiahirisha adhabu hiyo, kwamba hiyo adhabu lazima iwapate, na ndicho ambacho tumekiona kwenye somo letu sehemu ya tisa kati ya Yeremia akizungumza na taifa Israeli anawaambia kwa kweli hivyo vitu siku ya kutepwa kwao havitaweza kuwaokoa, ile Yeremia sura ya 4 mstari wa 30. Lakini ndicho ambacho pia Ezekiel anaendelea kuongea kwamba hakuna kitakachoweza kuwaokoa na mkono, na mkono Zibabu, wa Bwana katika adhabu hiyo, sababu wamegeukia miungu mingine, wamemwaga damu, hawa mabinti wawili Ohoriba, Ohora na Horiba. Kwa hiyo muda wao umewadia adhabu yao imewadia. Kwa hiyo wanaadhibiwa si kwa sababu ya kujipamba, ya kujipamba kwa mapambo, wanaadhibiwa si kwa sababu ya dhahabu walizokuwa wakizipalia. Ndio maana uh, ukisoma ule mstari wa 19 Ezekieli 7:19, unaona wale watu wanaosema mapambo ni dhambi, na kama huu mstari una, una, una sapoti eh, kuna maneno wanayaacha nafikiri wanaacha kwa sababu hawajachungulia vizuri sana, lakini ukisoma anasema hivi, tena mumewatuma watu kuwaita watokao mbali ambao mjumbe alitumwa kwao wakaja, na tazama wakaja, nawe ulijiosha kwa ajili yao. Kwa hiyo swala la kwanza anasema alijiosha, la pili akajipamba kwa ajili yao. Sasa ni kweli uh, akatia na rangi machoni ta kwamba cha kwanza alijiosha, alienda kuoga, la pili akajipaka rangi machoni, cha tatu akajipamba kwa mapambo. Ni kweli Mungu analaani kuoga? Kwamba uh, ukitafsiri hivyo, kwamba ndicho Ezekieli anachokizungumza, kwamba Mungu alikuwa na ugomvi na wana wa Israeli kuoga? Kwa hiyo Mungu alitamani kwa awaone wakiwa wachafu, watu wasiooga, wasiojua kuoga, kwamba Mungu alikuwa na ugomvi na wao aka rangi machoni alikuwa na ugomvi na, na wao hutilia dhahabu? Si kweli, sicho ambacho Ezekiel anakizungumza. Mungu hajakataza kuoga, Mungu hajakataza uh, kutia rangi machoni, Mungu hajakataza kujipamba kwa mapambo, hajakataza. Lakini anachokizungumza hivi, anafanya matumizi kwa mtu asiye sahihi wanatumia mambo ya bwana wao kwa bwana mwingine ambaye si bwana wao kwa ndoa yao, huyu Ohora na Oriba. Tena wanawafuata wapenzi wao kutoka mbali, yaani taifa la Israeli wanaifuata miungu mbali, wanamwacha Mungu wao, wanafanya zinaa huko, yaani kwakuwa na miungu mingine nje na Mungu wao. Mungu anawaambia muda wenu umefika, kwa adhabu yenu na nini kitakachoweza kuwaokoa? Yani, mnajiosha kwa ajili yao, mnajipaka rangi kwa ajili yao, mnajipamba kwa ajili yao. kwa sababu gani? Mimi ni Mungu mwenyewe. kwa hiyo Mungu ukisoma Hosea ile sura ya pili mstari ule wa wa saba hadi wa kumi na tatu utaona anavyozungumza kwamba ataweka miiba mjiani um, mwake huyo mwanamke asiweze kuwafikia au mabwana zake anayowafuata, ili aweze kuyaona maisha yalivyo magumu, kisha aweze kutambua moyoni mwake kwamba maisha sasa, ya sasa ni mabaya kuliko ya kipindi kile nikiwa na bwana wa... kwa hiyo aweze kufikia hatua ya kuzingatia moyoni kwamba ni bora nimrudie bwana wangu, naye anasema atarejea, ataweza kurejeshea uzuri wake. Kwa hiyo Mungu alipendezewa na usifi wa huyo Ohora na Oriba, na ni Mungu aliyekuwa amemfanya kuwa mzuri huyo Ohora na Oriba. lakini Ohora na Oriba hawakuwa waaminifu bwana wao aliwapa kwa uzuri na wa asi, kwa sababu ameamua kuasi Mungu aliruhusu adhabu iweze kuwafikia. Kwa kifungu hiki cha Ezekiel sura ya 23 mstari wa 40 na hii sura ya saba mstari wa 19 hadi wa ishirini havipo kukataza mapambo, lakini vipo kuonyesha kwamba majira ya adhabu yao imewadia na hakuna kitakachoweza kuwaokoa na ukisoma stari ya nyuma anaonesha vitu vingi sana anavyoonesha kwamba havitaweza kuwasaidia, iwe ni mashamba yao, iwe ni uzuri wa mji wao, iwe ni mali zao, iwe ni mashujaa wao, hakuna kitakachoweza kuokoa. Kwa hiyo itategemea neema ya Mungu tu. Hivyo basi, uh, ni imani yangu kwamba kwa kipindi hiki umeweza kupata picha na mafafanuzi ya watu wa kundi A, Uh, no, uh, na mafafanuzi ya watu wa kundi A wanaosema ni dhambi, na mafafanuzi ya watu wa kundi B wanaosema hapana, vifungu hivyo haviko kueleza kwamba hayo mapambo ni dhambi. Ndio maana wanasema Mungu hayupo kukataza watu kuoga. Mungu hayuko, hayuko pale kukataza watu kupaka ku, ku rangi macho yao. Mungu hayuko, hayuko pale kukataza watu kutia mapambo katika ya, yao kama Mungu mwenyewe alivyomwasisi wa mapambo na alimpamba yeye mwenyewe, kukola na uriba na kweli akaona wapendeza kweli kweli. Na kwa uthibitisho zaidi, kwa muda wako usome Ezekiel sura ya kumi na sita hata kwa uchache, kuanzia mstari ule wa nane kumalizia mstari wa kumi na nne ukaweza kugundua kwamba Mungu mwasisi wa mapambo na Mungu ndiye alimpamba huyu binti Ohora na Oriba ambao wametajwa katika vifungu hivyo ambavyo tumeweza kuviona, na zaidi urudi kusoma hii mistari kwa ujumla wake. Urudi kuisoma hiyo mistari ya kina Ohora na Ohoriba, na hasa ukisoma huo mstari wa 44 utaona habari hiyo za kina Ohora na Ohoriba zikiendelea kuzungumzwa katika kifungu hiki. Karibu kwa swali pale ambapo huwa unahitaji kuuliza, lakini pia ni kushukuru kwa kuendelea kusikiliza n ni niseme, karibu tena katika darasa. Kipindi kinachofuata tutakuwa na mtiririko wa jambo jingine tena kuhusiana na mapambo, na kwa mawasiliano zaidi unaweza kutupigia simu kwa namba hii inayofuatayo ya 0767950038 usisahau kukomenti kwenye Uh, page yetu, na usisahau uh, subscribe ili tuzidi kuwa na nguvu kubwa katika mtandao, lakini pia usisahau kuwashirikisha watu wengine hii clip ili wapate nafasi ya kuyasikia ambayo mnaweza kuyasikia, na itakuwa ni baraka pia kwako na kwa watu wengine. Niseme Mungu akubariki, karibu tuendelee na kipindi kitakachofuata baada ya mapumziko mafupi.